Tanzania wameonyesha mshikamano, umoja, lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka Watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo, na kusema kweli sifa na, na, na, na, na, na, na heshima yote iende kwa Watanzania wote. E, jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda, na nimesema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi e, wao na mali zao, lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe e, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania, tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya na kama kuna changamoto basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma. Yale yamepita yashapita, sasa tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo e, jeshi la polisi, na ulinzi uko siku zote, uko siku zote, ila ua unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu Eh, mwisho mwisho, mwisho, huu, tume, tume sababu, eh, mwisho wa mwaka huu tumeimarisha ulinzi kwa sababu nyakati za mwisho wa mwaka huwa kuna matukio matukio mengi, kwa hiyo hali hii itaendelea, eh, na wananchi wawe, wawe, wawe, wawe, wawe huru eh, ku, kuendelea ku, ku, ku, kufanya shughuli zao lakini, na, na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama naamini. Hmm. Yeah. Amana shughuli za wananchi kama kawaida zitaendelea kama... kama kawaida shughuli kama kawaida. Kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida hmm. eh, leo ndio eh, eh, kama mimi nafikiri umenikuta mtaani huku na mimi naendelea na shughuli zangu. Mheshimiwa yes, rais hmm. eh, anayo mamlaka kwa mujibu wa ibara ya 45 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya eh, mwaka sabini na saba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uwezo eh, wa kumwachia huru mfungwa mfungwa mfungwa yoyote, eh, au kumpunguzia adhabu au kubadilisha aina ya adhabu eh, hayo ni mamlaka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huwa mara nyingi wanafanya hivyo wakati wa sherehe za kusherehekea uhuru wa nchi yetu, na kama ilivyo eh, miaka ya nyuma, basi kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa elfu moja na thelathini na sita. Kati ya hao ishirini na mbili ni wale wameachiwa leo hii tunavyozungumza e, na hawa elfu moja na kumi na mbili hawa wamepunguziwa adhabu. Kwa hiyo watakuwa wanaendelea kuachiwa kadri siku zinavyokwenda, kwa hesabu iliyotumika katika kuwapunguzia adhabu hizo. Lakini moja kati ya masharti makubwa huwa ni kwamba hawapaswi katika muda huu wa matizamio kufanya kosa lolote.